Mtu mmoja amethibitishwa kufariki dunia na wengine wasiopungua 14 kujeruhiwa baada ya ndege zisizo na rubani za Urusi kushambulia jiji la Odesa lililoko kusini mwa Ukraine usiku wa kuamkia leo, Juni 20, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo na waendesha mashtaka. Mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa kwa miundombinu ya kiraia, ikiwemo majengo ya ghorofa, taasisi ya elimu ya juu, bomba la gesi, magari ya raia na kituo kikuu cha reli cha jiji hilo. Gavana wa Mkoa wa Odesa, Ole Kiper kupitia ujumbe aliotuma kwenye mtandao wake wa Telegram amesema licha ya juhudi kubwa za vikosi vya ulinzi wa anga, baadhi ya droni ziliweza kupenya na kuleta madhara makubwa. Idara ya huduma za dharura imeeleza kuwa takribani mashambulizi kumi yalielekezwa moja kwa moja kwenye makazi ya watu na kusababisha milipuko mikubwa ya moto. Kwa upande wa jeshi la anga la Ukraine, limeripoti kuwa jumla ya droni 86 zilirushwa na Urusi ya maeneo mbalimbali nchini humo katika kipindi hicho cha usiku kati. Ya hizo droni droni 34 ziliangushwa na vikosi vya ulinzi wa anga, huku nyingine 36 zikipotezwa kwa kutumia mbinu za kivita za kielektroniki. Hata hivyo, jeshi limethibitisha kuwa droni hizo ziliathiri maeneo manane tofauti. Shirika la reli la kitaifa Ukralizansia limeeleza kuwa kituo cha reli cha Odesa kilipata uharibifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na kuharibiwa kwa nyaya za umeme me na njia za reli, jambo linalozidi kuzorotesha hali ya usafirishaji katika jiji hilo muhimu kiuchumi, ambalo ni lango kuu la Ukraine kupitia Bahari Nyeusi.